Nitakuambia jambo ambalo babu yangu alinieleza usiku wa mvua, hadithi ya mfalme mmoja aliyeitwa Amani, mfalme aliyekuwa na kila kitu: nguvu, mali, heshima na marafiki. Lakini usiku mmoja aliamka na jasho, akiwa anatetemeka, moyo wake ukipiga kwa kasi, kwa sababu katika ndoto yake alimuona rafiki yake Jasiri akimchinja na ndoto hiyo ikawa mwanzo wa mwisho wake, lakini sio vile unavyodhani. Sio Jasiri aliyemuua, wala hakufa kwa upanga au sumu. Aliuawa na kitu ambacho hakuwahi kukiona kikiingia, kitu ambacho wewe mwenyewe unakibeba sasa hivi: siri kwa sababu siri aliyoamua kusema ndiyo siri iliyomzika mfalme Amani. Na Jasiri hawakuwa marafiki tu, walikuwa ndugu wa damu. Tangu wakiwa wavulana, walikimbia pamoja kwenye mashamba, waliona njaa pamoja wakati wa ukame, walipigana vita saba pembeni mwa pembeni, bila kumwacha mmoja peke yake. Siku moja Jasiri alimwokoa Amani kutoka kwenye chuma cha adui. Siku nyingine Amani alimkinga Jasiri kutokana na fitina ya wazee wa baraza. Walikuwa mfano wa urafiki, watu wa ufalme waliwaita roho mbili katika mwili mmoja. Lakini Amani alikuwa na hofu moja tu hofu ambayo haikuwa dhahiri, hofu ambayo ilikaa kimya kimya moyoni mwake kama vile nyoka anavyokaa kwenye kivuli cha jiwe. Alijiuliza mara kwa mara, je, urafiki wangu ni wa kweli au ni urongo mzuri wa moyo wa binadamu? Na ndoto hiyo ni ile ndoto jasiri akimchinja, ilikuwa inamtembelea kila siku. Mfalme Amani hakuweza kuvumilia tena. Alikuwa na mali nyingi, lakini alikosa amani moyoni. Jina lake lilikuwa Amani, lakini ndani yake hakuna utulivu. Kwa hiyo siku moja akaamua kufanya jaribio, jaribio ambalo lingeweza kumharibu au kumwokoa. Akamuita Jasiri ndani ya chumba cha siri cha Ikulu. Hakuna askari, hakuna mshauri, wao wawili tu. Akafunga mlango kwa nguvu, kisha akamwangalia Jasiri machoni kwa muda mrefu. Jasiri akamuuliza, mfalme wangu, kuna nini? Unanitisha. Amani akanyamaza, kisha akasema kwa sauti tulivu, mzito kama mzigo, Jasiri, kuna pango karibu na mto Rufiji. Ndani yake kuna hazina ya kale, dhahabu ya wafalme waliotangulia. Lakini pango hilo lina laana, atakayelifungua atakufa ndani ya mwezi mmoja. Kisha Amani akamwangalia machoni, hii ni siri yangu ya mwisho. Ikiwahi kutoka kwa ulimi wa mtu mwingine, nitajua nani ni nyoka. Jasiri akainama, akasema, mfalme wangu, nitaiweka moyoni, hata kaburi halitajua. Amani akamsukuma karibu, akamwambia, Jasiri, nimekuamini kwa miaka yote, lakini kama siri hii itavuja sitakusamehe wala sitakuua. Nitakuacha uishi na aibu yako milele. Maneno hayo yalimuuma jasiri moyoni, lakini akaahidi tena na amani akamwachia. Usiku huo huo Jasiri alilala akiwa na moyo mzito, alilala upande mmoja, kisha mwingine, akapumua kwa shida Mke wake zawadi akamuuliza kuna nini mume wangu, unakimbia machoni? Jasiri akajibu hapana, ni kichwa tu. Lakini alipokaa kimya, sauti ndani yake ikamwambia huyu ni mke wako, mama ya watoto wako, kwa nini umfiche? Akamwangalia Zawadi machoni pake, palikuwa na upendo, kisha akamwambia siwezi kukwambia, nina siri ya mfalme. Zawadi akamkaribia zaidi, akasema, mume wangu, tumegawana kila kitu, watoto, chakula, ndoto, hata mate. Jasiri akatazama macho ya mke wake na moyo wake ukalegea, akanunguna, lakini wewe ni mke wangu, tumegawana roho, siwezi kuficha kitu kwako. Zawadi akapokea siri hiyo na kwa muda akatulia. Lakini moyo wa binadamu ni wa ajabu. Unaweza kuficha kitu kwa saa kidogo, lakini sio kwa siku. Siku ya pili, zawadi alikwenda kwa dada yake Neema. Walikaa chini wakanywa chai, kisha zawadi akasema, nina kitu cha kusema, lakini usimwambie mtu yeyote. Neema akaahidi, kisha akamwambia Neema akajaribu kuiweka moyoni, lakini siri ni mzigo; ukiitwika peke yako itakuzamisha. Siku chache baadaye Neema akamwambia mpenzi wake Bakari, askari jasiri wa kifalme, Bakari, nina habari kubwa, lakini ni siri. Bakari akamwangalia, akasema unajua ninakupenda, niseme na nani? Mawe akamwambia na Bakari akafanya kile ambacho watu wengine hufanya, akamweleza ndugu yake mkubwa Makame, mfanyabiashara tajiri. Akasema, ndugu yangu hii ni siri, usimwambie mtu. Lakini Makame alikuwa na uhusiano wa karibu na mfalme Hasidi, adui mkubwa wa mfalme Amani, na Makame akachagua mali kuliko damu. Kwa siku saba tu siri ya mfalme Amani ilikuwa imevuka mipaka ya Ikulu, ikafika kwenye masikio ya adui yake. Usiku wa saba, mfalme Hasidi aliandaa jeshi lake, aliwaambia, twende kwenye pango la Rufiji tukachukue hazina ya kale, kabla Amani hajajua. Walikwenda usiku wa manane, lakini walipofika pale walikuta jeshi la Amani tayari limesimama likiwa kimya, macho yao yakiwa kama moto wa haki. Mfalme Asidi akashangaa, akauliza, ulijuaje? Mfalme Amani akamwangalia na kusema, niliamua kujua ni nani rafiki yangu, nani ni nyoka. Vita vikaanza, milio ya mapanga, kelele za farasi, vumbi likapaa, kisha ukimya. Jeshi la Hasidi likashindwa, na Amani akarudi kuluni, moyo mzito. Baada ya vita, Mfalme Amani aliwaita wote mbele yake: Jasiri, Zawadi, Neema, Bakari na Makame. Akasema kwa sauti ya utulivu yenye huzuni Pango halipo, hazina haipo. Nilitengeza hadithi hiyo kujaribu mioyo ya watu. Jasiri akaanguka magotini akilia, mfalme wangu, nisamehe, nilidhani nilidhani mke wangu. Amani akamwambia, Jasiri, sikudhani wewe ni nyoka, lakini sasa najua hata rafiki wa karibu ana rafiki mwingine wa karibu ambaye si rafiki yako. Jasiri, ulimwambia mke wako Zawadi, ulimwambia dada yako Neema, ulimwambia mpenzi wako Bakari, ulimwambia ndugu yako. Na wewe Makame, uliuza kwa adui yangu. Amani akainama akasema, siri ni kama upepo, ukiachilia huwezi kuurudisha. Kisha akaongeza, sitawaadhibu kwa sababu mlidhani mnafanya vizuri, lakini tangu leo hakuna siri ntakayoshiriki tena. Sitamwamini mtu yeyote, hata mimi mwenyewe. Baada ya siku hiyo, Mfalme Amani hakumwambia mtu yoyote siri tena. Aliishi peke yake, lakini alilala kwa amani, kwa sababu hakuna siri inayoweza kumsaditi mtu mwenye ukimya. Na kabla ya kufa alisema maneno haya, siri ikitoka kwa mtu mmoja haijawahi kurudi salama. Siri ni mzigo, lakini ukimya ni nguvu. Wewe na wewe, siri yako iko salama wapi? Je, unamwamini mtu fulani au unajihifadhi? Asante kwa kusikiliza hadithi hii. Tafadhali usisahau kusubscribe, subiri hadithi ifuatayo. Kumbuka na kudhamini sana.